Moja ya siri kubwa ya kufanikiwa katika biashara ni ujue kufanya hesabu katika biashara yako. Kuna watu ambao wanahisi wanapata faida kubwa, kumbe wanapata faida kidogo. Kuna watu ambao wanatumia fedha nyingi katika matangazo, lakini hawajui kiasi cha pesa wanachotumia kumpata kila mteja wanayempata. Katika siku ya leo bwana, katika YouTube channel yangu, ninataka nikufundishe, eh, somo ambalo nimeliita hesabu, eh, za biashara au business calculation au business mathematics a, ambapo katika siku ya leo nitakufundisha mawi, mambo mawili kama sio matatu E, jambo la kwanza tutaenda kujifunza, e, cost of customer, eh, tutajifunza cost of customer acquisition. Eh, hili ni somo muhimu sana. Cost of customer acquisition au kwa kifupi huwa tunaita eh, cost of customer acquisition au customer acquisition customer acquisition cost eh. So nataka tujifunze hilo, lakini jambo la pili nitakufundisha customer lifetime value, jinsi gani unaweza ukacalculate hivi vitu. Tuanze na hili somo la kwanza la cost of customer acquisition, gharama ya kumpata mteja. Wewe kama mfanyabiashara eh, unatumia pesa kila mwezi au kila mwaka kutangaza biashara yako na kupata wateja, lakini wafanyabiashara wengi hawajui wanatumia kiasi gani kumpata kila mteja wanayempata, na je, ina manufaa au haina manufaa, waachane na aina hiyo ya matangazo. So ili kupata cost of customer acquisition Uh, cost of customer acquisition au customer acquisition cost, unachukua total uh, total marketing cost, total marketing cost unagawanya, sawa na numbers of customers, numbers of customers. So hapa tunajifunza how to calculate cost of customer acquisition. So gharama ya kumpata mteja ni sawasawa sawa na gharama ya matangazo juu ya wateja uliowapata kwa Kiswahili. Eh, tunaweza tukasema kwa Kiswahili ni gharama ya matangazo gawanya idadi ya wateja. Hapa ndo unapata cost of customer acquisition. So tuwashumu wewe kwa umetumia milioni moja, sasa tunatafuta hiyo cost of customer acquisition. Customer acquisition cost, tuashumu kwenye matangazo umetumia milioni moja. Sasa baada ya kutumia milioni moja ulipata wateja eh 25 kwa milioni moja hiyo, labda ulifanya matangazo ya kulipia sponsored ads, au inawezekana ulifanya matangazo kupitia influencers, kupitia influencer marketing au inawezekana ulitangaza kwenye radio au TV au pengine ilikuwa ni door to door marketing. So ulitumia milioni moja ukapata wateja 25. Je, kila mteja ulimpata, ulitumia shilingi ngapi kumpata kila mteja? Si tunaelewana mpaka hapo eh? Lakini tuashumu ulikuwa unauza mashati. So mashati, tuashumu shati moja unauza shilingi elfu hamsini kwa hiyo sasa, hapa tunatafuta customer acquisition cost, inakuwa milioni moja gawanya kwa 25 ambapo sawa sawa na ngapi? Elfu arobaini. Kwa hiyo una wewe umetumia elfu arobaini kumpata kila mteja mmoja, hiyo ndio inaitwa cost of customer acquisition au customer acquisition cost. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo kila mteja mmoja ulimpata kwa shilingi elfu arobaini. Ndio maana ya hii. Sasa swali ni je, kama unatumia elfu arobaini kumpata mteja mmoja, huyo mteja ananunua kitu cha shilingi ngapi. kwa mfano kama unatumia elfu arobaini kumpata mteja mmoja na huyo mteja mmoja ananunua mara moja tu alafu ananunua kitu cha elfu thelathini na maana hapo unakula hasara lakini kama utatumia elfu arobaini kumpata mteja mmoja lakini huyo mteja mteja akanunua mara tatu mara nne hapo una faida kwa nini kwa sababu ulitumia elfu arobaini kumpata mteja mmoja mara ya kwanza akanunua elfu thelathini mara ya pili akanunua elfu thelathini shilingi ngapi hiyo sitini mara ya tatu akanunua elfu thelathini shilingi ngapi tisini kwa hiyo hata kama ulimpata kwa elfu arobaini inakuwa sio issue kwa sababu atakupa elfu tisini ndio tunakuja ku calculate hesabu za pili zinaitwa customer lifetime value. Eh, tumeshagundua labda, tuachumu wewe unauza mashati, shati moja unaliuza shilingi 50,000. Na katika matangazo umetumia milioni moja, eh, kupata wateja 25. Sasa hapo ina maana gharama ya kumpata mteja mmoja ni shilingi 25,000. Na, na hapo sasa wewe shati moja unauza unaliuza 50,000. Kama mteja atanua mara moja, umepata hasara. Kwa sababu umetumia elfu arobaini kumpata mteja mmoja aliyenunua kwa elfu hamsini Kwa sababu ukija kupiga na costi zengine inakuwa ni hasara. Sasa tunakuja kuangalia hapa, je, gharama zetu za matangazo return on investment zinalipa? Yaani una invest kwenye kutangaza, lakini unapata wateja, lakini je inakulipa? Ndio unakuja kuna kitu inaita customer, eh, lifetime value, customer lifetime value, thamani ya mteja. Sasa ku calculate customer lifetime value, ku calculate customer lifetime value ni sawa sawa revenue papa chess mara numbers of customer EN ni numbers of customers. Kwa hiyo sasa customer lifetime value unachukua revenue per purchase. Wewe labda unauza mashati, shati moja unaliuza elfu hamsini. hiyo ndo revenue ambayo inakuwa ni elfu hamsini. Sio, tunaelewana? unazidisha na numbers of purchase, numbers of purchase ni mteja amenunua mara ngapi? Tuwashumu alinunua shati mwezi wa kwanza, akaja kununua shati mwezi wa pili, akaja kununua shati mwezi wa tatu. Kwa hiyo um, unazidisha mara tatu, kwa unachukua bei ya kuuzia ile bidhaa yako na unazidisha mara ngapi huyo mteja amekuja kununua kwako kwako. Inawezekana unauza shati elfu hamsini. Mteja akija kununua kwako mara moja, lifetime value ya huyo mteja ni elfu hamsini. Akija kununua kwako mara tatu inaanza kukupa faida. Usijue ukawa unatumia pesa nyingi kumpata mteja mmoja, na huyo mteja mmoja ukimpata ananunua mara moja tu kwako, inakuwa ni hasara. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo, customer lifetime value unachukua ni revenue per purchase, ambayo ni hii elfu hamsini, yaani mteja akinunua mara moja ananunua kitu cha elfu hamsini. Amenunua mara ngapi, numbers of purchase ndio hii hii mara tatu. Kwa hiyo, customer lifetime value ni elfu hamsini mara tatu, ambayo inakuja kuwa laki moja na elfu hamsini. kwa hiyo huyu mteja customer lifetime value yake ni laki moja na elfu hamsini lakini endapo mteja huyu ataendelea kununua tena, ina maana itakuwa elfu hamsini Tuashumu amenunua kwa miezi kumi na mbili unazidisha mara kumi na mbili yani amenunua mara kumi na mbili Kwa hiyo ukipiga, okay, hesabu hapa, unachukua elfu hamsini mara kumi na mbili amenunua mara ngapi hizo numbers of purchase, ambayo jibu lake linakuja kuwa ni laki sita kwa hiyo kwa hiyo customer lifetime value ni sawasawa na laki sita. Sasa inawezekana nikawa nimekuacha kidogo. Kwa lugha rahisi kabisa, unapotumia pesa kumpata mteja, whether umetumia kupitia matangazo ya kulipia sponsored ads, whether umetumia kupitia eh, kufanya door-to-door marketing au unawezekana ulitumia kupitia referral, vyovyote vile ambavyo umetumia pesa kumpata mteja, lazima ujue pesa ninayoiwekeza kumpata mteja inanilipa? Ndo hii inaitwa cost of customer acquisition au customer acquisition cost. Sasa kupata customer acquisition cost, nimesha kufundisha hapo kupata customer acquisition cost, kwa hiyo inakusaidia kujua ni pesa ninayoiwekeza kwenye matangazo, je, inanilipa? Inarudi, si tumelona? Mpaka hapo kuna watu wanahisi wanapata faida, kumbe hamna faida yoyote wanayoipata. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana ukalielewa uka So, tuko tunajifunza uh, customer acquisition cost, lakini pia ambao nilikuambia ni total revenue, total marketing cost unadivide na numbers of who, customers ambao umewapata. umetumia labda milioni kumi kutangaza kwa mwaka mzima, na katika hiyo milioni kumi umepata kwa mwaka wateja mia moja Kwa hiyo unachukua milioni kumi gawanya kwa mia moja ndio unapata gharama ya kumpata mteja kila mteja mmoja mmoja. Hiyo ndio inaitwa customer acquisition cost, lakini customer lifetime value yenyewe ni rahisi tu, unachukua revenue per purchase, yaani mteja akinunua mara moja ananua kitu cha shingapi? Kama unauza simu iPhone kumi na sita ni milioni tatu, hiyo ndiyo revenue per purchase. Unazidisha na mara ngapi mteja amenunua. Kama amenunua mara mbili, unachukua milioni tatu mara mbili, inakuwa ni milioni sita. Hiyo ndiyo napata customer lifetime value. Na mteja akiendelea kununua mara kwa mara, akiendelea kurudi na kurudi, ina maana lifetime value yake inaendelea kuongezeka kwa kadri siku zinavyozidi kwenda hiyo ndo namna ya kucalculate customer lifetime value sisi tumeona baga hapo so hili ni somo ambalo ninaamini litakusaidia sana usije ukawa unatumia pesa nyingi kupata mteja au kupata wateja alafu kumbe unatumia pesa nyingi kupata mteja lakini mteja ananua kitu mara moja au ananua mara mbili ambayo haikulipi kuna aina ya biashara ili upate profit ukimuakwaya customer, ukimuakwaya customer kwa elfu, elfu mbili, ukatumia elfu mbili kupata mteja unatakiwa na mteja akanua kitu cha mia tano tuseme, akanua kitu cha mia tano ili upate faida. Ina maana huyu mteja anatakiwa anunue zaidi ya mara ngapi? E, zaidi ya mara nne, si tunaelewana? Zaidi ya mara nne kitu wewe unauza, una, wewe unauza. Unatumia elfu mbili kupata mteja mmoja. Mteja mmoja ukimpata, ananua kitu cha mia tano ko hapo una elfu moja hasara Elfu moja mia tano. Endapo mteja atanunua mara nne utakuwa ume break even. Yaani itakuwa sawa sawa. Yaani cost na na revenues zinafanana. Akinunua mara sita inakuwa 3000. At least unakuwa umepata profit 1000. Si tumeelewa na namna ya kwa nini tunajifunza hizi hesabu za customer acquisition cost na customer lifetime value. Hii itakusaidia sana. Nikupe mfano wa mwisho. Mimi nina nina kampuni ya masuala ya software inaitwa software as a service ambayo hii kampuni bwana inaitwa Biashara Softi. Kampuni yangu inaitwa Biashara Softi, ambayo hii Biashara Softi bwana ni mfumo unaowasaidia wafanyabiashara kusimamia biashara zao kidigitali, yani we kama unauza bidhaa yoyote ile unahitaji una kutumia mfumo wetu wa Biashara soft kusimamia biashara yako. Bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo unakupa taarifa. Bidhaa ikiisha, mfumo unakupa taarifa, na utaona bidhaa zilizoisha na bidhaa zinazokaribia kuisha. Na pia mfumo wetu, utaona wateja eh, ulionao na utaona royal customer, wateja wanaojirudia mara kwa mara, na pia utaona kila mteja na vitu vyote alivyowahi kununua. So ndio mfumo wetu sasa. Huu mfumo wetu bwana una business model ambayo inaitwa subscription business model yake ni subscription, ambapo kwa sasa hivi ninavyoongea na wewe kutumia mfumo wetu kwa mwezi mzima ni elfu kumi na tano tu, ambapo kutumia kwa mwezi mfumo wetu ni elfu kumi na tano ambapo hapo utaweza kufanya kila kitu. Mambo ya kurekodi e, stock kwenye madaftari mambo ya kupiga hesabu yamepitwa na wakati. Sasa hivi watu wanatumia mifumo sasa. mimi katika mfumo wetu kutumia kwa mwezi mzima ni elfu kumi na tano. Endapo nitatumia elfu kumi na tano kupata mteja mmoja, ina maana hii e, cost of customer acquisition. Ikiwa kwa mfano nimetumia nime, nime tumia, e, cost of customer acquisition nikatumia elfu kumi na tano alafu nikimtumia elfu kumi na tano mteja yeye akanunua akalipia elfu kumi na tano kutumia kwa mwezi kwangu mimi ina profit kubwa kwa sababu kupitia mfumo wetu ukisha subscribe ukishaanza kutumia mara ya kwanza utahitajika kuendelea kulipia tena tena na tena. Sasa huyu mteja akitumia mfumo wetu kwa, mwe, kwa mwaka mzima inakuwa elfu 15 mara 12 inakuwa laki na 80 hapa, inakuwa laki moja na 80 eh. Kwa hiyo hata kama nitatumia elfu 15 kumpata mteja wa elfu 15, kwa sababu atanunua mara 12, sio issue. Umeelewa maana ya hesabu hizi eh? Japokuwa kwenye mfumo wetu kutumia kwa mwezi ni elfu kumi na tano lakini anayelipa kwa mwaka inapungua, inakuwa kama inakuwa, inakuwa ni hela ndogo sana. Inap, unapata discount kubwa zaidi ya discount ya ya 80 hapo, sio? Umeelewa mpaka hapo? So hizo ndio hesabu ambazo nilitaka ujifunze katika siku ya leo. Lakini ukiacha hizi hesabu ya cost of customer acquisition na customer lifetime value, kuna hesabu nyingine ya net profit ambayo wengi mnaijua, net profit ambayo, net profit ni sawa sawa sawa ambao unabidi hii hesabu uielewe, ambao watu wengi tunaijua. Nitaanzia upi hapo kwenye net profit eh? Ukiacha hesabu hii ya cost of customer acquisition pamoja na customer lifetime value, kuna hesabu nyingine ya net profit ambayo wengi mnaijua. Hii hesabu inakusaidia kujua faida halisi katika biashara yako. So hesabu nyingine ambayo unahitaji kujua ni net eh, profit, net profit ambayo ni sawasawa sawa. Ili kupata net profit unachukua revenue mapato, unaondoa oro, expenses hapa ndo unapata net profit. Kwa mfano, twashumu umepata milioni moja mapato katika biashara yako kwa mwezi, umepata milioni moja. Matumizi yote kwa mwezi yalikuwa laki saba, matumizi yote kwa mwezi yalikuwa laki saba. Kwa hapa net profit, hapa net profit inakuwa ni shilingi ngapi? Laki tatu. Kwa hiyo hiyo ni hesabu ya net profit. Kuna gross profit na aina nyinginezo za hesabu ambao, gross profit unachukua eh, cost of goods sold. Revenue toa cost of goods sold, mapato yako utoe gharama ya kutengeneza bidhaa moja ile bidhaa moja. Eh, ndio hiyo, ndio maana kutafuta gross profit. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu leo. Nilikuwa na kufundisha mambo makubwa mawili customer acquisition cost, customer acquisition cost, lakini nilikuwa na kufundisha pia customer lifetime value ambapo tumejifunza jinsi ya kuona tunampata mteja kwa kiasi gani, na huyo mteja ana contribute kiasi gani katika biashara yetu, na mwisho nikakugusia swala la net profit ili ujue faida halisi unayoipata kwenye biashara yako. By the way, kama we ni mfanya biashara kwa sasa, tuna mfumo wetu unaoitwa e, Biashara Soft. Biashara Soft ni application au mfumo unaokusaidia kusimamia biashara yako kidigitali. Dhama za kusimamia na kuendesha biashara kwa kutumia madaftari au Excel zimepita na wakati. Kwa sasa popote ulipo nchini Tanzania, unaweza ukatumia mfumo wetu kusimamia biashara yako, ambapo bidhaa ikikaribia kuisha mfumo unakupa taarifa, bidhaa ikiisha mfumo unakupa taarifa. Pia mfumo pia utakuonyesha wateja wote you ulionao know, katika kila mikoa na kila wilaya. Unaweza ukasema hivi, ah, mkoa wa Mbeya wilaya ya Chunya nina wateja gani na wangapi? Unaweza utaingia kwenye mfumo utawaona. Hivi mkoa wa Moshi katika wilaya ha, ya Hai au wilaya ya Sia nina wateja wangapi? Unaona wateja katika kila mkoa waliopo, na utaona royal customer, wateja wanaojirudia na utawaona kama unauza kwa mkopo, utaona wateja wa mkopo na utaona wateja wa cash, na unaowadai, unawadai kwa kiasi gani? Mfumo wetu utakuonyesha yote. Zaidi pia, mfumo wetu utakuonyesha bidhaa zinazotoka sana, fast moving product, na bidhaa zisizotoka sana, slow moving items au product. Na zaidi pia, mfumo wetu utakusaidia kuona net profit au eh, cash flow ya, mfum, ya, ya biashara yako, kuingia na kutoka kwa pesa katika biashara yako. Mfumo wetu unafanya mambo mengi sana. Utaweza kurekodi matumizi mbalimbali mbali, e, katika biashara yako, kuna matumizi kama bili za umeme, bili za maji, kuna matumizi kama transporti, mishahara na aina nyinginezo za matumizi. Yote utaweza kurekodi na utaona sehemu kubwa matumizi yako huwa yanaendaga kwenye nini. Zaidi pia, kupitia mfumo wetu wa biashara softi, utaweza kuona kila bidhaa na bei ya kununulia na bei ya kuuzia, na zaidi pia, utaweza kuona bidhaa za gharama kubwa zaidi dukani kwako na bidhaa za gharama ndogo. Mfumo unafanya mambo mengi sana. Kupata mfumo wetu, wasiana nasi katika namba unazoziona katika skrini au nipigie kupitia namba 0744126640 au 0763730606. Karibu sana.